Moyo wa Dhambi deal cup up. Mumbai, mji wa kelele na ndoto. Aisha Kapur, msichana mrembo lakini mwenye maisha magumu, alikuwa mfanyakazi wa saluni. Kila siku alipita mbele ya kampuni kubwa ya ujenzi iitwayo Rai Constructions, na kila mara alimwona kijana mmoja akishuka kwenye gari jeusi akiwa na suti na tabasamu mzuri huyo alikuwa Rohan Rai, mtoto wa mmiliki wa kampuni hiyo. Siku moja, Aisha alimsaidia Rohan baada ya ajali ndogo barabarani. Tangu siku hiyo, Rohan alianza kumpenda, si kwa sura bali kwa utu wake. Walianza urafiki mdogo, ukageuka kwa mazungumzo ya kila siku na hatimaye kwa upendo wa kweli. Lakini dunia ya matajiri haikumpokea Aisha kirahisi. Shanaya, binti wa tajiri mwingine aliyekuwa mchumba wao wa zamani, alianza kumchukia Aisha kwa wivu. Shanaya alianza kupanga njama, alimwajiri mtu kufuatilia maisha ya Aisha, kutafuta siri yoyote ya kumharibia jina. Alipogundua kuwa mama ya Aisha alikuwa mgonjwa na anategemea pesa kutoka kwake, Shanaya alianza kueneza uvumi kuwa Aisha anamtumia rohani kwa pesa. Taratibu upendo wao ulianza kupasuka kwa mashaka. Siku moja Aisha alipokea simu: Rohan amepanga ndoa na Shanaya kesho. Hakutaka kuamini, alikimbia hadi hoteli ya kifahari, na kweli kulikuwa na maandalizi ya harusi. Lakini kilichomuuma zaidi ni kwamba Rohan hakusema lolote. Aliona kwa macho yake, machozi yakitiririka, moyo ukivunjika vipande. Aisha alihama Mumbai na kuanza maisha mapya Jaipur, akiwa ameapa kutowapenda tena wanaume. Miaka miwili baadaye, Rohan alianza kuugua magonjwa yasiyoeleweka. Kila kitu kikawa kinamrundisha kwa ndoto za Aisha usiku na mchana. Kila akilala alisikia sauti ikimwambia, ulinidanganya, ukauvunja moyo wa mtu safi. Alijaribu kila kitu, waganga, madaktari, maombi. Lakini hakuna kilichosaidia. Baadaye iligundulika kwamba Shana alikuwa amemroga Rohan ili asimwone tena Aisha. Roho mbaya ya wivu na tamaa ilianza kuharibu maisha ya kila mtu. Aisha, sasa akiwa mtaalamu wa usanifu majengo, alikutana na Kabir, kijana jasiri aliyempenda bila masharti. Kabir alimsaidia kusahau maumivu ya zamani. Lakini siku moja, wakati Aisha akishiriki kwenye mradi mkubwa wa ujenzi, aligundua kuwa kampuni hiyo ilikuwa ya Rohan Rai. Walikutana uso kwa uso baada ya miaka miwili. Rohan alianguka kwa magoti, akilia, nilidanganywa, sikuwahi kukusahau. Aisha alihisi hasara, huzuni na huruma kwa wakati mmoja. Shanaya alipoona Rohan anaanza kujirudia alijaribu mara ya mwisho kumharibu Aisha. Alipanga ajali ya gari, lakini gari lililopusuka lilikuwa lake mwenyewe. Karma ikafanya kazi yake. Rohan alitafuta msamaha wa kweli. Aisha, angawa bado aliumia, alimwambia, wakati mwingine mapenzi yanatufundisha kupitia maumivu. Nimekusamehe, lakini moyo wangu sasa ni wa mtu mwingine. Aisha aliolewa na Kabir katika sherehe ya upendo wa kweli, si kwa utajiri, si kwa sifa, bali kwa heshima na uaminifu. Rohan alibaki akitazama machozi yakimtoka, lakini kwa moyo wa amani. Kwa mara ya kwanza, alijifunza maana ya upendo wa kweli, ule unaoweza kukubali kupoteza ili mwingine awe na furaha. Mwisho, hadithi ya Moyo wa Dhambi ni kioo cha maisha kwamba mapenzi ya kweli hayajifichi nyuma ya pesa au umbo, bali hufichika ndani ya moyo safi. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: kujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili, husaidia ukuaji bora wa watoto, una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi 3000 tu. Wasiliana nasi sasa 0716 2830088 au 0687 22315. Mkolwe Products, help us to help you